Leo nimesimama hapa kama kiongozi wa moja ya vijana e, wa Chama cha Mapinduzi e, wilaya ya Moshi Vijijini. Tumeona hivi karibuni kumeundwa Wizara ya Vijana. Hii ni hatua ya kihistoria na ya kimkakati ambayo haijawahi kutokea. Shukrani zetu za dhati kabisa kwa niaba ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi na vijana wote wa wilaya ya Moshi Vijijini. Kwa dhati napenda kutoa shukrani hizi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu hatua hii ina maana kubwa kwa mustakabali wa vijana na taifa kwa ujumla. Hii ni wizara hii wizara ni ishara ya dhahiri kwamba vijana wanatambuliwa kwa rasilimali na sio kero katika taifa letu. Kila changamoto ya vijana, iwe ajira, elimu, ujasiriamali, inapata uzito wa kitaifa, kwa sababu tunayo wizara rasmi ya vijana. Lakini ndugu zangu, vijana wanapewa mlango rasmi wa kushirikiana na serikali, badala ya kuwa wanasubiri masuala yao yasikilizwe tu. Tumeona hata juzi eh, waziri wetu wa vijana, nanauka, mheshimiwa nanauka anavyopita katika mikoa mbalimbali mbali, kusikiliza vijana kero zao na kuwashirikisha katika wizara hii ya vijana. Hii ni maendeleo makubwa katika taifa letu. E, ni muhimu kuelewa wizara hii e, ina kila sababu ya kuwasaidia vijana. Si vijana kuna kila sababu ya kukimbilia wizara hii kwa ajili ya kupata maendeleo ya sisi vijana. Kwa miaka mingi changamoto za vijana zimeishia kwenye majukwaa ya sio rasmi. Sasa kwa wizara ya vijana kila changamoto ya kijamii inashughulikiwa kwa mpango wa kitaifa Uwezekano wa migongano ya kijamii ya kisiasa utapungua, lakini pia vijana watapata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika uongozi wa maendeleo, nikiwa na maana kwamba wizara hii iko spesifiki katika wizara, katika maswala ya vijana. Maanake inakwenda kuhusika maswala moja kwa moja na maswala ya vijana. Kwa hiyo vijana watapata fursa ya kubisha wapi hodi katika kuleta maendeleo ya vijana katika maswala ya mikopo, elimu, ajira na maswala ya elimu na mambo mengine. Hii inahamasisha vijana kuwa washiriki na si walalamikaji na kuunda mtazamo wa ushirikiano na ujenzi katika taifa letu. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa niaba ya vijana wa wilaya ya Moshi vijijini na vijana wote, hatutaki tu kuona kama ni zawadi katika wizara hii bali kama dhamana kubwa ambayo tumepewa sisi vijana, na kila kijana ana jukumu la kuwa chachu ya maendeleo katika taifa letu. Kila kiongozi wa vijana na kila kijana anapaswa kuchukua nafasi ya kimaadili na kiutendaji katika kuchangamkia fursa hii.